Hivi mama nani nani, nani ayo alipita kuachukua watoto kwenda kunyoa. Alipita tu hapa anasema akirudi atapitia watoto nikaambia tu amelala, hmm. Nikaambia tu akiamka kama yeye hajapita mimi nda nampelekea akanyoe, okay. Hivi leo ujaona mwa Mama Lauti kwenye simu yako imeingia eh. Au ujaona laki imeingia we, ile laki moja mimi sijui sasa kama umetuma wewe. Unajua nimefanyaje? Eh, ilivyoingia tu nikanua kivocho cha jelo ili kwamba hata kama kuna mtu kaikosea akitaka kuirudisha isirudi, mm. Imebaki humu ipo laki tisa nini? Laki tisa imebaki tisini, tisini na tisa na mia tano. Yaani, unajua kinachoishangaza kitu kimoja, wewe unataka makweli ujazoa mimi kukutumia kwa staili hiyo, lakini unatakiwa ulipoiona hiyo hela nimerudi mke wangu mume wangu: kuna hela, nimeiona, laki moja, nimeona laki moja hapa imeingia. mm. si ndio? Yeah. Ndio ndio taratibu za mwanamke mwaminifu, mke mwaminifu. Lakini wewe mauchuna kimya yaani, mpaka nikuulize mimi, ina maana ulikuwa na lengo gani au nia gani? Au kuna mwanamume mwingine anakutumia si ndio? Ina maana kama ungekuwa kuna mwanamume mwingine ungestuka hii hela hii mm hata usimu ungenipigia. Mwanamke mwenye upendo, mwanamke mwenye ukariba, mwanamke mwenye kujua nini maana ya ndoa, kwa sababu kama yani imeingia hela kimya kimya ilivyoingia hela kimya kimya mm -hmm. kimya kimya, mimi zangu pigia simu mume wangu, kuna hela huko imeingia, imeingia umetuma, umetumao, yani niweze kukuuliza kuna shida gani, ndio ulivyonizoesha ndovyonzoesha auna jitafutia sababu ujinunishe, ujikasirishe, ujitie matashtiti, uuze huku na huku. Sasa wewe, huo ni umalayo wewe. Utakuwa kuna mtu anakutumia, kushangai. Kwa, kwa mwanamke mwenye haiba yake, angeshangaa, angestuka. Nitakupiga mbata, usinichekee, usinicheke. Mna masiala, kuna kimya, mwangalia kwanza. Umalayo wewe.